Katika hatua nyingine, Naibu waziri e, mwenye dhamana ya michezo Hamis Mwinjuma MwanaFA naye pia aliweza kutoa neno kutokana na kile ambacho kimefanywa na Stars. Uh, hili ambalo limetokea leo ni juhudi na maono ya wazi ya Mheshimiwa Rais kuhusiana na usimamizi wa masuala ya michezo ambao amekuwa akiaonyesha, na hili ni kwa vitendo. Ametenga muda katika ratiba yake ngumu kuwasherehekea shere, wanamichezo wetu ambao wamefanya vizuri mwaka wa jana, na hasa timu yetu ya taifa ya mpira wa miguu wa Tanzania ambayo ime, imetoka kwenye mashindano ya AFCON kule Moroko hivi karibuni, lakini pia kuna maelekezo ya usimamizi kusiendelea usimamizi, sisi ambao tumepewa kazi ya kumsaidia Mheshimiwa Rais hasa kwenye grassroots mashuleni, kuanzia kwa michezo wa mitashumta, michezo wa umiseta, lakini hali kadhalika tugundue, tugundue tuvitunze na kuvilea vipaji ili vije kusaidia taifa hili. Kwa hivyo unaweza kuona kuna progress kwenye kiwango cha timu yetu ya wa taifa. Kwa maneno wa Ki, Profesa Kitila Mkumbo anasema kwamba, uh, yote tisa kumi ni kwamba sasa hivi tuna timu ya taifa. Kwa hivyo tutashikilia hapo, hapo tutakanyagia hapo hapo, mtaani wanasema, na kuhakikisha kwamba mpaka tunapokwenda kwenye AFCON 2027 timu yetu inakuwa imeimarika zaidi, confidence imeongezeka, na kwa sababu tuna home ground advantage uk uh, sisi kama wadau wa mpira au viongozi wa mpira katika nchi tunashukuru tuna kwanza mama kwa kazi alio alio, aliotuma vijana. Vijana wameenda wamefanya kazi vizuri na wamerudi na leo akaona ni siku nzuri kuita wanamchezo wote kuja kuwapa pongezi. Kwa hiyo mama kwa maneno aliyoongea, manake, sisi, wanamchezo tunajivunia kwa kazi kubwa ambayo tunafanya katika nchi yetu. Lakini mama ametupa motisha kuna hapo 2027, jinsi gani kuandaa timu ili kuweza kuleta ushindani katika mashindano ambayo tunataka kuja kuandaa sisi kama Tanzania. Na hii ni kwa Tanzania wote, kila Mtanzania ana jukumu la kuhakikisha mwakani tuandaa mashindano hayo makubwa na hakikisha tunafanya vizuri kama tulivyofanya vizuri Morocco, nikiwezekana tuzidi pale, ili tuweze kubakiza kombe katika nchi yetu hii. Kwa sisi kama Dar es Salaam, tunashukuru sana kwa mwitiko wa leo wa mama kuja kuongea wa na wanamchezo.